Huyu kila siku anakula chakula changu wa hajui wapi wa kimetoka, hajui hata jasho lake. Lakini bado akaniona mimi wa nini? Wenzake wanasema watanipata lini Mama Zawadi mautamu upo nyonyo. Wizi. Wizi. Sasa leo nataka nimrudishe kijijini kwao winji winji mchana kwa upe mbuzi anakula majani au sio? Ndio. Yeah nilikuwa na shangaa zawadi jinsi ulivyokuwa mrembo eh unaenda kuolewa na mwanaume kama huyu mwana mwenyewe eleweki kuvaa juu hela ana nilishinda tu kukuambia shoga yangu kwa sababu ndo ndo nikamwa nyama licha ya kuvaa tu mwanaume mwenyewe hata hela ana mwanamke matunzo mwanamke sasampa mwanamke kutunzwa ana hela huyo ana sasampa sasampa zenyewe kwanza zitoe wapi kwa unavyomwangalia kuanzia juu mpaka chini hapa kuna sasampa hapa kuna sasampa Una upukupuko. Yeah, na kumilia mengi, mimi jamani, mimi nimevumilia mengi sana kwa huyu mwanaume. Ah, saa lakini mke wangu, Kioswa tulikuwa tunazungumzia ndani. Hasa unaona unanifezesha, umeleta ndugu zako mimi wananishangilia. Alafu tena kibaya zaidi unarekodi, mlogo aniona live. Sasa mzisemkumbie kiniona mimi na naye anateseka huko damu sana. Jamani tap tap screen. Huyu hapa huyu. Anarudi kwenu, winji winji mchana kwa upande. Shuti kwanza, mimi wa nini mimi mfupi nipate mwanaume naye pia mfupi? Haya, <coughs> mtoto hapa. Baba, baba, mizigo yako, naomba urudi kijijini kwenu, kama ndio ulitumwa na mizimu ya kwenu kuja kwangu kwa ajili ya kunifilisi. Umechunza mama, mimi ndio zawadi wa sirogeki, wala sifilisiki. Akaja mikono mitupu, yani kama ulivyokuja ndo unavyoondoka. Baba upo? Kaka angu, kubali kukataliwa. Mbona we king'ang'anizi sana wewe we? King'ang'anizi we, alafupe sana baba ume <laughs> Unajua siku zote mtu akikufanyia ubaya haitakiwi umlipizie ubaya, hilo ni kosa kubwa sana kwa Mungu. Sasa kwa nini umemfanyia vile mtoto wa watu, mtoto wa watu Dorini? Sasa hivi kichaa Dorini, ajui anapoenda, ajui anapotoka. Eh, ni mtu akukimbia tu mtu akushinda majalalani kweli? Kwa nini umefanya hivyo? Kwa hiyo umeumia Dorini, si ndio? Anashinda majaralani. Ndio kilichokuumiza sana hicho. Kwa hiyo mimi nilivyokuwa natukanika pale na wewe upo unaangalia, unacheka, minjino yako yote unaitoa nje, unaona ni sawa, lakini awe ameshaisha mke wangu, hmm? Mi nakupenda wewe na we ndo mke wangu. ungejua kama mimi ni mke usingenizalilisha leo hii. Umekaa hapa eti unamwongelea yule kwa sababu kawa chizi. Kwa hiyo nataka nifanyeje, Maija? naomba umponyeshe yule mtoto wa watu. Mimi wewe ni mke wangu, nitakaa nitatulia. Unataka nimponyeshe, unataka apone? Mwambie ahame hapa ndani <laughs> Samaija, sa sasa mtu atahama vipi? Kichaa mponyeshe kwanza ndo ahame. Sa kweli mtu aweza kaama chizi, mtu ahame? Hana ndugu yule, hana marafiki. Basi kama hana ndugu wala rafiki, ileje uli yake alikuwa nanionyesha pale, mwambie atoe vitu vyake, takataka zake, atoke hapa. Nasikiza nikwambia, hey. Jafari mi nitafanya kwa ajili yako na yote kwa sababu nakupenda, nitafanya unachotaka, lakini Jafari, nikifanya yule akiwa mzima, alafu kuja kuniletea mambo ya ovyo ovyo tena utanijua mi nani? Hey, Jafari mi kwetu nimeaga, mi mzigua uji nakwambia kabisa, yatawatokeni pwani, yaani yatawatokeni pwani. <laughs> Sasa mimi nakwambia nimekuelewa, tena nimekuelewa kweli kweli, sio kidogo. Unanielewa eh? Ehe, alafu kitu ambacho hufahamu wewe, mbinu na mafunzo tuliyokula kwa ajili ya mambo kama haya leo nakufungulia faili. E, alichukuliwa siafu mwenye kichwa kikubwa akadumbukizwa humu wakawa siafu haya wawi wa wakawa wow. Kwangu mimi na yule aliodumbukizwa, kuna muda namsikia kabisa, anapita njia tofauti nauza huyo, kuna maeneo anaenda lakini kikamanda, unatulia we, kazi yako kumgeuza tu direction. Chua kama alikuwa anaenda huko, anarudi anaenda, apiga tena chua, alafu chua, chua. Tunaelewana? Sasa ninapokuambia hili jambo, naweza kulipambania mimi, naweza kulipambania kweli kweli. Alafu kingine, hawa watoto wanaojifanya watoto wa elfu mbili, wa elfu mbili, wanachukua ome za watu wanadai magetoni wana maziwa mimi hawa ndo ninawatakaga na dili na na nao unanielewa sijui hapo nimeshakuelewa kirama na mpaka unaona mimi nimechukua hatua ya kukutafuta wewe na kujua wewe ni komando sina shaka na wewe sina wasiwasi na wewe hawa watoto nataka niwaonyeshe utofauti kati ya mwaka elfu mbili na mwaka sabini na tisa nataka tujuane hapo nani zaidi Unanielewa sawa sawa. Eh? Nimeona umejielezea vizuri lakini bado hatujafika conclusion pale. Mada we una wasiwasi gani? Mimi we kuwa huru, kazi yangu nilokupa mimi ukiifanya vilivyo ninavyotaka mimi nikafurahishwa, wameshaingia kwenye 18 na na wa control mimi sasa. Kiramba. Nakuahidi chochote unachotaka nitakupa, bibi. Nipo zangu chooni nakusaidia. Hey, yule baba mkwe asiingie chooni ni wee, hey. Sasa basi ili anafungua tu mlango, macho yote yamekuja pale, na kwamba nilitetemeka, nilishindwa hata nijistiri vipi, nilishindwa hata nijisaidie vipi. Namwambia baba, toka. Kakaza macho kama vile tochi la mlizi, ananikodolea macho kabisa <coughs> kwa hiyo kakuona eh, kaniona sasa, ningefanyaje shoga yangu? Sasa na wewe Tatu, ulishindwa hata kujificha he. Zawadi, unajifichaje? Yaani nakwambia hivi, nguo niliweka juu pale, nimemaliza kuoga, nimesimama yaani baba alivyokuja, alivyofungua ile mlango, macho kayatoa kama vile tochi la mdinzi, kamulika pale pale nku kunako pale pale sehemu husika yaani, eh. Nilivyotoka nje namuulizaje, baba kwani nilikuwaje? ananiambia nilikosea njia, naenda kunua juisi. Jamani, yule mzee yupo timamu kweli? <laughs> <laughs> <laughs> Yaani kwa mimi hata nisingekubali mwenzangu, yaani ningekula naye sahani moja. Ye kaona cha kwangu, na mimi ningepambana mpaka nikiona cha kwake, ndo nilizikea yeah. kichwa chako <laughs> <laughs> kinafanya <laughs> <laughs> <laughs> kazi <laughs> kweli. <laughs> Mimi tena nikamchungulia mchukul... <clears throat> nika, baba wangu Yani, kwa ina maana wewe kwako alivyo alivyokuja kukuchungulia wewe, kwani wewe uweso mkwewe mimi eh? Nisingekubali kubali, mwenzio kaona chakwangu, ningeona cha kwake ndo ningelizika hmm. unasema chochote unachotaka mimi nitakupa. <laughs> Kwa hiyo chochote kile eh? Nachotaka utanipa we. eh. eti kwamba chochote ninachotaka utanipa, si ndiyo eh? We kiramba kiramba, mi sijamaanisha hivi unavyotaka wewe. Wache uzuzu kabisa, hapa tuko serious. Mimi ninamaanisha hivi, hela yoyote unaoitaka mimi nitakulipa. Hapo ndo ulipo nipunguza ujasiri sasa Eh, yaani, hapo umenipunguza kidogo ujasiri katika chochote. Mi ndo nilikuwa na maamuzi hapa, lakini kwa sababu umesema mwenyewe hela, so shida sasa. Nakuahidi, nimeona hapa movementi zetu ni nyingi, wanapitapita, sio vizuri. Cha msingi mimi nitahakikisha mabinti nawateka, maana mi na kikosi changu nawateka, nawapeleka sehemu, watajuta Watajuuta wewe ntakachowafanya watajiuliza, ni watoto, watoto wa tis, tis tisa elfu mbili hao watoto elfu saba saba, umeona? Hiyo miaka hiyo tumemaliza, hadi mababu zetu wamewavuka. Niachie ni mimi hilo swala na hiyo kazi, ntakwenda kuyanza sasa hivi kikamara, yaani kibrigadia

Haya haya, na mabeki tena kuja kinyonge. Ulikotoka kuna nini eh? na viatu umeshikilia mkononi, kuna nini huko? Ah, yaani mimi hapa saa hivi hapa mimi nimechoka, akili mwili yani mpaka na roho, kitu alichonifanyia yani Zawadi Yaani mke wangu Zadi kanifanyia kitu kibaya sana. Kakufanyia nini tena wewe Zadi? Sasa mtu eti mimi kanifukuza kaniambia mimi hanipendi tena niondoke napo pajua mimi. Kanifukuza. Hapo, hey. Hapo. Yaani kwanza hapo mimi ndo nimeelewa leo kwamba mtu mwingine akisema cha nini sisi wengine tunasema tu akipata lini. Hapa leo ndo nimekipata. Wewe sikakufukuza. Hapa mke unaingia nginja nginja. Si unaelewa? Mimi mwili alikuwa nakupenda. Nakupenda leo mpaka kesho. Kakufukuza. Una mimi baba, usijali, tutakula tunachokipata, tukikosa tunalala. Huyo <laughs> Zadi ni za mwamwa, kakufukuza maskini afu <clears throat> tena ngoja kwanza. Yani bora tu hata enge kwa kanifukuza, labda kanifukuza kimya kimya, eh? Wenye mambo ya chumbani anaishia chumbani, nakwambia kanikodi ya watu eh? Kanifungia furumziki wamekuja pale, acha waanze kupiga makelele tena, wamerekodi kwenye simu zao. Yaani mimi nakwambia, kama una simu kubwa wewe, utaona umo mtandaoni. Mimi mi na trend ninapofukuzwa. Basi, msijali jamani, zawadi mbaya huyu. Hivi ile data mbona ajielewi, ile minyama yote ajielewe hata kidogo. Mimi kani wangu hapa najiona nipo uchi kabisa. tafadhali shoga yangu nimekuona. Maana yake unguli uko nakuja kwako. Kama unavyojua nilikuwa na ubuyu na nikeleketa. Nikasema hapa siwezi kukaa. Yaani lazima niende nikampe ubuyu. Haya basi tuna nyumbani kwangu. <laughs> Tuongea hapa hapa. Nikisema niende kwako nitaenda kuuganda na naona kama ubuyu unavyonikeleketa nitachelewa. <laughs> Kweli watu wabaya. Yaani jinsi tunavyoishi sikutegemea kama Via atafanya hivi. Yaani timbuli tulilolifanya. Eti Manyuka akaenda kwa Vi na mkwambia, nimewakuta wanabebika penzi paja, kama unavyomjua vi <coughs> yaani tatu bana, ulivyosimama hapa, mi nikajua labda ni una jambo la maana, ubuyu mwingine mpya wa umtaa. Kumbe kuhusu manyuka. Yaani wee yule vi muache tu, ali ayo makapi yake, kwa sababu mimi kama nyama nimeitafuna yaani mnofu wote nimeula mpaka umeisha. Kwa hiyo pale kashabakia mifupa. Mimi manyuka namjua matando mpaka ukoko, alafu vi ni mtoto mdogo sana kwangu Kwayo, kwa hiyo mwache tu aendelee kula makapi yake. kwa kwa hiyo mwenye melizika nimelizika, na ndio maana nimemwacha manyuka. Mama, niko single na enjoy na life langu, sina stress. Kama unavyoniona niko winji winji, mbona? <laughs> <laughs> <single. laughs> Haya basi. <laughs> kazi mizuka kula mizuka kula mizuka nyamazi kula nyamazi. Nye kenge, we kenge, naangalia vizuri, we kinyo kukutwa. Kwa nyinyi mnajifanya mabingo sana, si ndiyo? Eh, sasa nataka niwambia, katika maisha yenu, maisha Kazi ndo mfundisha huyu huyo. Mwangalie jitu zima kazi kwa mfundisha huyo ujinga ujinga. Kwani unafundisha kwani kwani unafundisha? Kwani unafundisha ujinga ule? Kwani unafundisha? Ai. Ana kama siafu. So siafu bana, kumbe box imenibana kidogo. Eh? Wao mimi mnajifanya ndo watu mabingwa. Eh, wakuchukua naume za watu si sindio? <tipi> Alafu mnasema oh, mwanaume mtu kama sumu, sisi tuna maziwa. Sasa nataka niwaambie mimi, taarifa zenu ninazo ee, mi ni jambazi ambalo mwenzenu, nikipewa siri naisema kama ilivyo, kwa sababu mimi nimelelewa na mama bwana. Mambo ya uongo uongo kuongopa sipendi. Mimi ni jambazi mdebwado, friji langu haligandishi hata nusu sasa pindi ninapopata taarifa ninaipeleka kama ilivyo. Nyinyi mmechukua mume wa mtu. Alafu mkona itoshi, mka na mgombania yule mwanaume, si ndio? Yaani mna mgombania kana kwamba ni wa kwenu. He? Eh? Angalia kipua chake huko. Sudu kachukua pua mare mbabu yako, pua limefunuka juu fumu. Mm. Uwizi we tu. Wewe, wewe kibonge mrudu. Mna mgombania katika msidio. Eh? Sasa, ngojeni nionyeshe kitu kinga mkono. Okay, leta mafuta, leta mafuta hayo kaka. Mafuta tena ya nini? Mnauliza mafuta ya nini? Ina maana hii kazi ya mafuta kama amjui, mimi nitaonyesha leo, sawa? Eh, yani leo niwaambieni Mtawafaidi nini keng, yani mtawafaidi sana. Ay, mama wewe ah, nani?